Karibu tena. Wakulima wanaonywa dhidi ya kulaghaiwa na wafanyabiashara wanaouza mbolea ya ruzuku ya serikali kwa bei ya juu. Katibu katika wizara ya kilimo Paul Ronoh anasema serikali imepokea malalamishi na inachukua hatua madhubuti kulinda wakulima dhidi ya kunyanyaswa. Hatua ya hivi majuzi ya kuanzisha usambazaji wa shehena ya tani elfu ishirini za mbolea kutoka bandari ya Mombasa ilikuwa fueni kwa wakulima, hususan wakati huu ambapo msimu wa mvua unaanza. Hata hivyo, mpango huu unaweza kuhatarishwa na wafanyabiashara wasio waaminifu ambao wamepandisha bei ya mbolea hiyo. Sasa nimesikia kuna wakora juzijuzi, wamejitokeza, wame wame kwa vituo vya usambaza mbolea na kuanza kuwa brokers. Wakulima wananunua mbolea kwa hiyo kwa bei ya juu kidogo, wanaenda katikati, wanaenda kuuzia, ndio wanauza mbolea, anaongeza silingi mia tano. Ninajua hawa vichana hawa wakora, ndio tumepeleka polisi kutoka chana na security wote, na utaisikia, utaizikia juzi juzi, very soon, watu wako ndani. Katibu katika wizara ya kilimo Paul Ronoh alitoa tahadhari akiwahimiza wakulima kununua mbolea kutoka kwa maghala yaliyoidhinishwa na Bodi ya Kitaifa ya Nafaka na Mazao, akihakikisha mbolea ya kutosha imesambazwa kote nchini. Kwa sababu tunajua bei ya mbolea vile serikali imeweka ni shilingi elfu mbili mia tano na kama kuna mkulima yoyote hata yeye ananunua kwa shilingi ya juu ya hata wewe unatakikana kuwekwa ndani kwa sababu You are part of the corruption. Wakati huo huo, walizungumzia matakwa ya wakulima wa chai wanaotaka viwanda vya Olenguruone na Mogotio vitenganishwe na kiwanda cha chai cha Kapkoros ili kufanya huduma kuwa bora na kwa uwazi zaidi kama wale wakurugenzi wa Kapkoros yenye nimesikia wameenda kwa kotini kusema hakuna separation chui ya Kakoros na chui uh, ya Botiko uh, na chui uh, ya Oleguruoni. Inawapatia tu wiki moja kuhakikisha kwamba wamelainisha hiyo maneno. Wasipofanya hivyo, watakutana na serikali wiki moja. Ronoh alisema kuwa viwanda vingine vilivyokubali kujitenga tayari vinanufaika kutokana na utendakazi bora na kuimarisha kwa ubora wa chai, akiwahimiza wakurugenzi kuheshimu matakwa ya wakulima.